Vijana wengi wamejiajiri kwenye bodaboda ambao tunasema maafisa safirishaji. Kwa Ilemela tuna zaidi ya bodaboda elfu kumi na mbili kwa hiyo, unaweza ukaona ni sekta ambayo hakuna ukilinganisha na zingine. Hii ni sekta ambayo iko na vijana wengi wanajipatia kipato. Kwa hivyo nilikuja na hili wazo. Kwa sababu gani? Vijana wengi wanatamani kujiajiri, lakini hawana watu wa kuwashika mkono na kwa sababu ni kundi kubwa lina watu wengi, nikaona sasa kuna haja ya kuangalia ni namna gani nitawasaidia. Kwa hivyo kama mbunge niliamua kulifanyia kazi, lakini nikaja kuona kuna changamoto mbili. Kwanza ni changamoto ya kimtaji, lakini vilevile ni changamoto ya kuaminika, ili wao waweze kukopesheka. Bodaboda wengi wanaingia kwenye riski nyingi kwa sababu kwanza hawana mafunzo, lakini pamoja na mafunzo, pili hawana leseni na uwezi kupata leseni bila kuwa na mafunzo, na uwezo wa kulipa mafunzo hawana, na uwezo wa kulipa leseni na wenyewe ni ngumu. Kwa hiyo unaweza kaona pamoja na kutoa hizi bodaboda mia moja nimepata shida sana kuwapata hao vijana mia moja. Kwa hiyo bodaboda anayechukua mkopo huu hatakuwa na mzamana wa aina yoyote. Yeye ni kuhakikisha tu anarejesha yale marejesho kwa wakati kama tulivyokubaliana. Kwa hivyo nikaona sasa, kuondoa changamoto hii, basi tuwaandalie mafunzo maalum kwa hiyo wilaya ya Ilemela nilitoa ofa ya bodaboda elfu tano yani, waendesha bodaboda elfu tano au vijana elfu tano kwa ajili ya kwenda mafunzo VETA. Kwa hiyo pale VETA tumemaliza arrangement zote za mafunzo. Kwa hiyo kuanzia leo litakuwa ni zoezi la usaili kwenye vituo vyao vya bodaboda na mpaka tarehe kumi Januari. Kwa hiyo tarehe kumi na tatu tunaanza mafunzo rasmi pale VETA, mafunzo ya siku sita na tumesema wakati anaenda kwenye mafunzo, wewe kijana afisa bodaboda utaenda na shilingi elfu kumi tu, gharama nyingine ziko covered na mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo kazi kwao vijana wa Ilemela. Kama nilivyotangulia kusema, wameniomba watu wa, wa mkoa, kwa maana viongozi wa afisa usafirishaji wa mkoa kwamba angalau na wilaya zingine za mkoa wa Mwanza tuchukue tuwape ofa hii kwa hiyo tumetoa nafasi elfu moja na mia tano kwa wilaya za jirani. Lengo ni kuwawezesha hawa vijana. Kwa hiyo kubwa ni kwamba eneo hili lina vijana wengi, kwa hiyo na mimi kama mbunge ni lazima nihakikishe nawashika mkono, na kwenye kampeni niliahidi nitawashika mkono vijana. Umdhamini mtu ambaye hujazaliwa naye, humjui jina, hujawahi kumwona, lakini umewadhamini vijana hawa. Mbunge wenu kwa mfano, mpigieni makofi mbunge yekwambie na sikukuu hizi tena, hizo hamsini hapo apo climax koma, lakini wewe umeamua waone maisha ya vijana wetu. Vijana niwaombe, tunza ulicho nacho, hata kama kidogo. Pikipiki hiyo kwa mwaka mmoja utarudisha kwenye kiti amesema. Tunajuana vizuri, punguzeni kona kona, lakini pia punguzeni kupakia bure abiria. Mmenielewa? Wapakia bure ya abiria sasa, baki na mmoja uliye naye, ukimwi upo. Baki njia kuu, tunza fedha ili uweze kurejesha, urejeshe kwa wakati. Hayo mambo mengine subiri kwanza ujipate. Hayo mambo hawafanyi watu wasiojipata. Baki na mke wako mmoja tu. Anatosha, tunataka vijana wa kazi. Mimi siko hapa kwa ajili ya kukubembeleza. Aliyekopa atalipa, ulipo tupo, ukija utatukuta. <laughs> Engelewa, mana wakati mwingine tunapamba sana kwamba nyinyi wana sana. Huu mkopo hatuombani, ulichokopa ndicho utapaswa kurudisha, tena kwa wakati. Tunapata kigugumizi mno sana bado kuita hilo neno la usafirishaji lakini nafikiri mwarobaini sasa umeenda kumaliza kile kuitwa afisa usafirishaji. Ongera sana mheshimiwa, kwa sababu afisa usafirishaji lazima uwe umekamilika, uwe na sifa. Sasa nilikuwa najiuliza eh, ni huna leseni, huvai kofia ngumu, unaheshimu barabara ya umma, unaleta mapuuza. Kwa hiyo hili kundi tumekuwa tukikutana nalo, lakini tukielimishana sheria za usalama barabarani kuacha mabaya na mengine pia kuachana na uhalifu mwingine ambao wa kujiingiza, lakini ilikuwa bado ni kazi kubwa sana, kwa sababu ni kundi ambalo kweli kiuhalisia limekuwa ni kundi ambalo lilikuwa linasababisha ajali zingine, ambapo makusudi na kufanya ajali na kukimbia, kwa sababu hana sifa, anaona akikamatwa, basi mwisho wa siku mimi naenda kifungoni. Ni kweli, ni kundi ambalo wengi hawana sifa hawana leseni pamoja na bima, kuweka bima kwenye kichombo, jambo ambalo umekuwa wakisababisha ajali za maksudi, wengine wengine ni za bahati mbaya, lakini anakimbia kwa sababu ya kukosa sifa. Lakini sasa umeenda kuokoa mtu mmoja kwenye hili kwenye kwenye hili ambalo kwenda kupata mafunzo, watakapopata mafunzo hao jamaa watapata watapata leseni, wakipata leseni, utakuwa umemsababishia katika ajali ambayo anaweza kuwa ameifanya. Hii ajali ya pikipiki piki kugonga mtembea kwa miguu asiyekuwa na hatia, ilikuwa ni kwamba utamshtaki, sheria ya usalama barabarani, utamshtaki yeye mwenyewe mwendeshaji chombo, lakini utamfikia na yule mmiliki wa chombo, kwao ilikuwa ni watu wawili, lazima tuwapeleke mahakamani. Kwa sasa, sasa hivi watakapopata mafunzo na wakawa na leseni, umeshaokoa mtu mmoja kuingia kwenye hatia watakapofanya ajali. Kwa sababu kuendesha huna, huna leseni ni kosa, lakini pia mmiliki atashitakiwa kwa kuruhusu chombo kile kuendeshwa na dereva asiyekuwa na sifa. Kwa hiyo watu wawili, kama ni baba anaingia na mtoto, wote mahakamani. Baada ya kumaliza mafunzo yale ambayo kimsingi na sisi tuna darasa la usalama barabarani sisi ndo wajibu wetu kutoa elimu ya usalama barabarani, tutaanza usiku na mchana, lakini pia watakapomaliza mafunzo hayo, mfumo ule na TRA, mfumo na TRA ulikuwa tunaishia mwisho jioni pale, tutaomba, tutaomba kwa maana kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tunatoa kipaumbele mara baada ya kupata mafunzo ili wapate leseni kwa wakati, kwa tutatoa kipaumbele kwenye hili kundi na mwisho wa siku watakuwa mabalozi wazuri. Niseme tu hapo, mmeupiga mwingi, hongereni sana.